Jinsi Daniel Toroitich Arap Moi alivyoweza kutawala Kenya kwa miaka ishirini na minne. Daniel Toroitich Arap Moi alitawala Kenya kuanzia mwaka elfu moja mia tisa sa sabini na nane hadi mwaka elfu mbili na mbili, kipindi cha miaka ishirini na minne mfululizo. Utawala wake haukuwa wa bahati nasibu wala ajali ya kihistoria; ulijengwa juu ya mkakati mpana uliounganisha siasa za hofu, ujanja wa kisiasa, udhibiti wa taasisi za dola, matumizi ya mgawanyiko wa kikabila, pamoja na uwezo mkubwa wa kusoma mazingira ya kisiasa na tabia za binadamu. Ili kuelewa kwa kina jinsi Moi alivyoweza kudumu madarakani kwa muda mrefu kiasi hicho, ni lazima kuutazama mfumo aliyounda, si tukio moja pekee. Moi aliingia madarakani katika mazingira ya wasiwasi mkubwa wa kisiasa akiwa makamu wa rais chini ya Mzee Jomo Kenyatta hakutazamwa na wengi katika tabaka la juu la siasa kama mrithi halali wa urais. Kulikuwa na mjadala na madai ya kuwepo kwa mpango wa kubadilisha katiba ili kumzuia Moi kurithi mamlaka iwapo Kenyatta angefariki. Kundi la wanasiasa wenye nguvu lililojulikana kama Kiambu Mafia lilikuwa na hofu kwa Moi akiwa kutoka jamii ndogo ya Wakalenjin angewatoa katika nafasi walizozimiliki kwa muda mrefu. Kenyatta alipofariki mwezi Agosti wa mwaka 1978 na Moi aliapishwa kuwa rais kwa mujibu wa katiba, lakini akiwa hana mtandao imara wa kisiasa wala uungwaji mkono mkubwa ndani ya serikali. Hatua ya kwanza ya Moi ilikuwa kujilinda. Alijitambulisha kwa makusudi kama kiongozi mnyenyekevu na mwaminifu kwa urithi wa Kenyatta. Kauli yake maarufu ya fuata nyayo haikuwa kauli ya kawaida bali mkakati wa kisiasa uliolenga kuwahakikishia waliokuwa na wasiwasi kuwa hatavunja mfumo uliokuwepo ghafla. Kauli hii ilimpa muda muhimu wa kujiimarisha kisiasa. Wakati wapinzani wake wakimwona kama kiongozi dhaifu, Moi alianza polepole pole, lakini kwa uthabiti kuvunja mitandao ya nguvu iliyokuwa ikimtishia. aliwahamisha kuwastaafisha mapema au kuwaondoa kimkakati maafisa wa serikali, jeshi na mashirika ya umma waliokuwa waaminifu kwa mabwana wa zamani. Nafasi zao zilichukuliwa na watu waliomwonyesha utii wa moja kwa moja. Katika utawala wa Moi, uaminifu kwa rais ulikuwa muhimu kuliko elimu, uzoefu au uwezo wa kitaaluma. Hapo ndipo msingi wa utawala wake ulipojengwa: utii kama dhamana ya kuendelea kuwepo kisiasa. Mwaka 1982 ulikuwa hatua ya mabadiliko makubwa. Jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililoongozwa na wanajeshi wa ngazi ya chini lilitikisa nchi nzima. Ingawa jaribio hilo lilishindwa ndani ya muda mfupi, lilimpa Moi kisingizio kamili cha kuimarisha mamlaka yake. Alilitumia tukio hilo kusafisha serikali, vyuo vikuu, vyombo vya habari na hata jeshi kwa kuondoa wote waliotiliwa shaka ndipo Kenya ilipotangazwa rasmi kuwa dola ya chama kimoja baada ya KANU kutambuliwa kikatiba kama chama pekee cha kisiasa. Chini ya mfumo wa chama kimoja, Moi alipata udhibiti kamili wa siasa za nchi. Upinzani wa kisheria haukuwepo, bunge liligeuka kuwa chombo cha kuidhinisha maamuzi ya rais badala ya kumkosoa. Wabunge waliothubutu kuonyesha dalili za ukaidi walinyamazishwa, kunyimwa nafasi au kupoteza viti vyao. Uchaguzi haukuwa tena chombo cha ushindani wa haki, bali zana ya kutoa zawadi kwa waaminifu na adhabu kwa waliotilia shaka mamlaka ya rais. Hofu ikawa silaha kuu ya kisiasa. Vyombo vya usalama vilipanuliwa mamlaka, na wananchi waliishi katika imani kuwa serikali ilikuwa kila mahali. Kukamatwa kiholela, mateso na kufungwa bila kesi vilizalisha utamaduni wa kimya. Vyuo vikuu vilidhibitiwa, wanaharakati walikandamizwa na vyombo vya habari vililazimika kujiwekea mipaka. Kwa wengi kujinyamazisha kulikuwa njia ya kuendelea kuishi kwa amani. Wakati huo huo, Moi alijitengenezea sura ya baba wa taifa. Alizunguka maeneo ya mashinani, alihudhuria hafla ndogo, alitoa misaada na kuzungumza lugha ya kawaida ya wananchi. Alielewa nguvu ya ishara na hisia katika siasa. Alitumia dini kwa ustadi mkubwa hasa kwa kujenga uhusiano wa karibu na makanisa ya Kikristo. Kupitia dini, alipata uhalali wa kimadili, huku makanisa yakipata ulinzi na fursa kutoka serikalini. Ukabila ulikuwa nyenzo muhimu katika mkakati wake wa kudumisha mamlaka. Moi alitambua wazi kuwa jamii ya Wakalenjin peke yake isingeweza kumweka madarakani, hivyo alitumia mkakati wa kugawanya na kutawala aliunda miungano ya kikabila inayobadilika kulingana na mazingira ya kisiasa. Hakuruhusu upinzani kuungana chini ya nguvu moja ya kitaifa. Rasilimali za serikali pia zilitumika kama silaha ya kisiasa. Maendeleo, ajira na miradi ya serikali vilielekezwa kwa maeneo na makundi yaliyomwonyesha utii. Hali hii ilizalisha utegemezi mkubwa. Kwa wananchi wengi kumuunga mkono Moi, haikuwa suala la imani ya kisiasa bali njia ya kupata huduma na fursa za kiuchumi. Katika uwanja wa kimataifa, Moi alionyesha busara kubwa. Wakati wa vita baridi, Kenya ilijipambanua kama mshirika muhimu wa mataifa ya magharibi, hasa Marekani na Uingereza. Kwa kujiweka kama ngome dhidi ya ushawishi wa kikomunisti katika Afrika Mashariki, Moi alipata uungwaji mkono wa kifedha na kisiasa licha ya ukosoaji wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Mataifa ya Magharibi yalipuuza mengi kwa sababu Kenya ilionekana kuwa nchi thabiti kimkati. Hata baada ya vita baridi kuisha na shinikizo la mageuzi ya kidemokrasia kuongezeka, Moi aliendelea kucheza karata zake kwa ustadi. Alikubali kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1991, lakini hakukabidhi mamlaka yake. Badala yake aliruhusu upinzani kugawanyika, hali iliyomwezesha kushinda uchaguzi wa mwaka 1992 na, na ule wa mwaka 1997 kwa kura chache lakini muhimu. Moi alikuwa pia bingwa wa kutumia sheria na katiba kwa sura ya heshima, lakini kwa vitendo kuzipindua. Mahakama hazikuwa huru kikamilifu, tume za uchaguzi ziliteuliwa na rais, na vyombo vya habari vilidhibitiwa kupitia leseni na vitisho. Mfumo mzima wa dola ulimzunguka rais kama mhimili wake mkuu. Kwa miaka 24 Moi alitawala Kenya kwa mkono wa chuma uliovikwa glovu la hariri. Hakutawala kwa sababu alipendwa na wengi, bali kwa sababu aliwafanya wengi waogope, wategemee au wagawanike. Historia ya utawala wake ni somo muhimu kuhusu nguvu za siasa, udhaifu wa taasisi na namna mamlaka yanavyoweza kudumishwa kwa muda mrefu kupitia mkakati, hofu na mgawanyiko wa kijamii.